Na, natambua kwamba taarifa zaidi zitaendelea kutolewa na nitumie mahali hapa vilevile kulitaka Jeshi la Polisi na Jeshi la Uhamiaji, Idara ya Uhamiaji, kwa pamoja watoe kauli kwa umma kwamba Makamu Mwenyekiti John Heche yuko wapi na ana hali gani. Makamu mwenyekiti alichukuliwa mchana kweupe tena ni asubuhi kweupe kabisa, hapa mbele ya mahakama, na alichukuliwa na polisi, na alichukuliwa na gari la polisi. Kwa wenye wajibu wa kusema yuko wapi na ana hali gani, wa kwanza kabisa ni jeshi la polisi na la pili ni idara ya, ya uhamiaji. Jana kwa nafasi yangu kama mtendaji mkuu, nilifanya mawasiliano na kiongozi mmoja wa jeshi la polisi akanieleza kwamba makamu mwenyekiti yuko yuko Dodoma, na akasema tufuatilie Dodoma. Sasa sikusema chochote jana, baada ya kupata hiyo taarifa, kwa sababu kwa bahati mbaya jeshi la polisi ambalo linapaswa kufanya kazi kitaaluma na kitaalamu limekuwa na tabia, wakati mwingine, kutoa taarifa za uongo, kwa sababu juzi walimpa mkurugenzi wetu wa sheria na haki za binadamu, wakili Gaston Garubindi walimpa taarifa kwamba makamu mwenyekiti Heche yuko wanampeleka Tarime, kwamba wamempeleka Tarime, lakini kumbe walitoa taarifa za uongo. kwa nipopokea taarifa ile jana, tuliamua kwanza tuifanyie kazi kwa kina, wakati tukilitaka bado jeshi la polisi litoe taarifa. Na jana usiku tukapata hakika kwamba yuko yuko Dodoma na akaweza kufikiwa na mmoja wa wanafamilia na, na, na leo tukafanya tena ufuatiliaji kuhakikisha kwamba anapata haki zake zote inavyostahili. Toka asubuhi tulituma wakili, alikuwepo pale na hakupewa haki ya kumuona katika kituo cha polisi ambacho jana mpaka usiku alikuwepo, mpaka inafika saa nane mchana wakili alikuwa hajapewa nafasi ya, ya kumuona. Baadaye tukiwa tunaendelea na shauri hili tuliokuwa tunaendelea sasa, nime nimepata taarifa kwamba uh, idara ya uhamiaji, na nayasema haya kwa sababu mamlaka zinazotakiwa zitoe taarifa mpaka sasa hazijatoa taarifa kwamba idara ya uhamiaji afisa wao amefika pale kituo cha polisi kwa kile kinachoitwa kufanya mahojiano na na makamu mwenyekiti Mheshimiwa John Heche. Sasa kwa sijapata tena taarifa zozote za ziada mpaka navyozungumza na, na nyinyi muda huu sasa hivi, juu ya makamu mwenyekiti John Heche ana hali gani, nini kinaendelea kuhusiana na, na hatima yake na kwa sababu hakuna taarifa zozote kwa umma mpaka sasa kutoka kwa Jeshi la Polisi wala Idara ya Uhamiaji, mwito wangu bado kwa Jeshi la Polisi na mwito wangu kwa Idara ya Uhamiaji ni kutoa taarifa kwa umma juu ya alipo makamu mwenyekiti John Heche na hali yake ilivyo, na wamwachie huru kwa sababu hakuna mashtaka yoyote ya msingi dhidi dhidi yake. Ninachokiona tu mimi ni jaribio la kutaka kutumia visingizio kuendelea kumshikilia kuelekea tarehe ishirini na tisa Oktoba na baada ya tarehe ishirini na tisa Oktoba sasa, kwa sababu zimeshavuka saa arobaini na nane yuko ndani, amechukuliwa na polisi na hakuna hakika yuko kwenye hali gani na nini kinachoendelea tulikwisha elekeza mawakili wetu kuweza kuwasilisha maombi Mahakama Kuu habeas corpus dhidi ya Jeshi la Polisi na dhidi ya Jeshi la Uhamiaji Idara ya Uhamiaji juu ya haki zake. Kwa hiyo wakati wakati tukiendelea na taratibu nyingine, kama kutatokea chochote cha ziada, tutatoa taarifa, lakini kwa sasa nitoe mwito kwa vyombo vya habari na nitoe mwito kwa taasisi za kitaifa na kimataifa kutafuta Jeshi la polisi na kutafuta idara ya uhamiaji wa watoe kauli kuhusiana na hali na alipo John Heche, ili zitoke taarifa rasmi kutoka kwao. Na kwa wanachadema wote na kwa wapenda haki kote nchini, endeleeni kupaza sauti na kutumia njia mbalimbali mbali, kuendelea kutaka mheshimiwa John Heche apate apate uhuru wake. Kwa ni washukuru wa sana wanahabari na niwashukuru sana wanachadema na wapenda haki mliokuja kwenye kesi hii, na niwaombe mimi, nitaomba niondoke kwa ajili ya kwenda kuendelea kupiga simu kufuatilia kuhusiana na swala la mwenyekiti John.